Haliju y alikuwa haliju, kwa kweli amelipokea vizuri, amelipokea vizuri sana tu, na hili halitoshea kwa mkuu wa mkoa tu, ingawa hili hii ni kundi la mkuu wa mkoa lakini halitoshea kwa mkuu wa mkoa tu. Tutabuni tu, tuende wizara gani, tuende wizara gani, elimradi sisi tumejikita sana kwenye suala la hamasa kwa vijana pia na kuweka mji sawa. Na na hilo tutakaa tuta kama mimi ni mratibu tutakaa, tutaangalia namna gani ya kufanya ili tuafikie na mikoa mingine salama. Tukizungumzia Zanzibar, tukizungumzia amani, tunazungumzia Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kwa hiyo sio mjini tu peke yake kama ulivyozungumza, hata mikoa mingine mkoa mji wapi maharibi eh, wakija pamoja, tukishirikiana tuki kwa pamoja, basi itakuwa ni vizuri zaidi tu kama sisha kwa pamoja tapendeza ya yeah. Uh, mtu akitaka kuja yeah. uh, kujiunga katika kundi kuna vigezo kuna vigezo na kikubwa tu, nitaacha namba yangu ya simu hapa studio. Atakayekuwa anataka kujiunga atakuja kule tunakopatikana, basi atafuata zile taratibu, atafuata, zi, akiziweza, basi hakuna shida. so, kabla ya kutaja namba za simu, kikundi ni la muda, ama litakuwa ni endelevu uh, Ili, ili kundi si la muda, ili kundi litakuwa ni endelevu endelevu, itakuwa endelevu. hmm. eh, alitoishia kwamba amani, itakuwa sio vibaya ikiwa kila baada ya miezi kadhaa tukaanza mabonanza kwa ajili pengine kwenda kuwatembelea wagonjwa hospitali hmm kwenda kuwatembelea wazee ambao wasiojiweza, kwenda kuwatembelea watoto yatima. Kama tutapata wazamini, tutakuwa tukipata baadhi ya kama vifaa, nguo, tukapeleka watoto yatima na sabuni, itakuwa itapendeza zaidi. Na hili si la mkuu wa mkoa tu, hata viongozi wengine, basi tunaombani watusapoti, ili tuendelee kuendeleza ili swala letu ya yeah. Kwanza heshima hmm. Eh, heshima ndo kigezo tosha kwa sababu, kama huna heshima basi huwezi ku huwezi ukapendeza uka, uka, uka, uka, uka kwa sehemu yoyote kama huna heshima. Ukiwa na heshima, basi popote pale unaweza ukafaa yeah. Heshima ndo kila kitu, kwa hiyo heshima imebeba kila kitu, kila kitu eh. Labda umri... Ah, umri ni vijana, vijana kuanzia miaka kumi na nane mpaka thalathini tunachukua, tunapatikana ni jimbo la kwa na Kwahani, jimbo la Kwahani. Eh, lakini tawi ni se, wapi hapa Muungano, Muungano hapa kuna uwanja wa Negro, hapa ndo mm -hmm. Tunapopatikana ndio tawi kubwa pale, lakini mazoezi tunafanyia pale uwanja wa Urafiki Mkele, ndio tunapofanyia mazoezi. Mazoezi mazoezi ya, ya kuimba nyimbo za hamasa okay. Na hamasisha eh. e, na nyimbo pia e, pia yeah. kama yeah. yeah. kuna nyimbo yeah nyimbo yetu ambayo ilobeba iliobeba, bana tunasema kwamba oi baba, oi mama, tunalilia uzima, kutiki kwetu lazima, na arasi Kitwana, na mji uko salama, oi baba, oi mama, tunalilia nivyo sisi na RC Kitwana mguu kwa mguu bega, eh, kwa bega tunahakikisha mji uko salama. Okay, asante sana hii <laughs> uh, ni nyimbo yetu ambayo ndo nyimbo kama ni wimbo wa taifa kwa Tanzania, au kwa Zanzibar, tuna wimbo wa taifa. Kwa hiyo wimbo huu ni kama utakuwa wimbo wa taifa popote pale, ukituona sisi, basi tutakuwa tunaimba nyimbo sisi na RC Kitwana mjini tuko salama. Sisi na RC Kitwana mjini tuko salama. Tuba. Tunatiki. Sala mm kwa -hmm. Labda <laughs> so, e, unawambia vijana nini kwa sababu kuna vijana uh, ambao hawa hawataki hawa hawa taki amani. Na tunaona kwamba wengine wajepo bado hawajatoka jatuka jando hati ya fiki huko. Ndiyo. Unawambia nini vijana ambao wanataka labda kutiki uchaguzi ndo wangishi hili kujo, wasiliki ya wa amani. Kwa tu, uchaguzi usende salama na amani. Hakuna kitu kibaya duniani kama amani. Amani amani ndio kila kitu, na tufanye fujo la nini? Kwa sababu kama ni maendeleo tunaangalia Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Alhassan Mwinyi maendeleo ametuletea, Mama Samia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maendeleo ametuletea. Sasa mimi nadhani tuache, tuache ushawishi tuangalie maisha baada ya uchaguzi e, tuangalie maisha baada ya uchaguzi. Nadhani viongozi wetu viongozi wetu wasikivu wako makini, wana, wana, wanajua nini wanalolifanya. Kwa hiyo mimi nadhani tubaki tu tuwe na amani katika Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, hususan kwa Tanzania Bara, na wahusia sana wa wawe wasikivu wa, wa, wa, wa, ni serikali yetu ya Tanzania pia ni wasikivu sana. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anajitahidi sana, kwa hiyo tuache kupublish ku, vitu ambavyo vilikuwa havina msingi, arudi nyumbani. Namba za, a, namba za simu Zantelia sitaya, si, sifuri saba saba sita arobaini na nne sitini na nne sabini na nne nne sitini siti na nne sabini sabi na nne au, au sifuri sita tano tano nne nne sita nne saba nne ya. Asante sana eh, kuna vikundi vingi Zanzibar, kuna vikundi vingi sana, lakini sisi tumekuja kutofauti kabisa na tunataka kundi letu liwe tofauti tofauti tofauti kwa eh, kweli eh. Hata sisi Kitwana anaupiga mwingi na, na sisi tutajitahidi kuupiga mwingi. Asante sana, asante, shukra sana, shukran na nini mengi sana. Amani ni kitu muhimu, na amani ndio kitu kinachosisitizwa katika kuelekea uchaguzi wetu mkuu wa tarehe ishirini na tisa Tanzania nzima, Tanzania pamoja na Zanzibar. Ukishamaliza kupiga kura, basi rudi nyumbani, nenda kapumzike, usianzishi fujo wa, wala kuleta vitu vingine ambavyo havina msingi mwanzo mwisho. Wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Ilikuwa nami mtangazaji wako wa Dahamu. Asante na njao.